Karibuni katika chaneli yetu ya Fit Safari. Leo tutaelezea jinsi ya vyakula vipi ambavyo vinapunguza unene kwa uharaka. Hakikisha una subscribe hapo chini, unabonyeza hapo kwenye kengele hapo chini pia unatoa comment, unahitaji una tukuletea aina gani ya vyakula ama ni nini, utauliza maswali utajibiwa. Karibuni sana, hakikisha pia una, una, una subscribe ili kupata vipindi vyetu endelevu. Leo tutazungumzia vyakula vifuatavyo. Chakula cha asubuhi ambacho unaweza ukatumia na ni kizuri kwa mtu ambaye anafanya diet ni mkate, mkate wa brown na chai. Hakikisha chai ambayo unatumia asubuhi unatia limao ama ndimu, lakini ziwe za maji na tangawizi. Hakikisha unatia kijiko kimoja cha asali, alafu pia Hakikisha mkate unakula stresi mbili tu. Usidanganyike kwamba kunakuwa kuna mayai pembeni nini na nini, yaani ut, autapungua au, kwa wakati, unatakula stresi mbili tu, katafute mkate wa brown. Mkate wa brown, yaani mkate ambao wa brown kama unavyoona rangi ya hapo mkate. Katafute rangi ya brown wa mkate, utapata mkate. Hii ni mizuri sana kwa ambao unafanya diet na hakikisha unakunywa chai ambayo unaweka limao ama ndimu asubuhi, na hakikisha kabla ujara pia unakunywa maji ya moto. Chakula cha pili ambacho ni cha asubuhi ni yai. Hii breakfast nipendwa sana chakula cha asubuhi. Naongea kwa Kiswahili ili watu wafahamu, ama watu wajue kwamba ni kipi ambacho ni kizuri. Msidanganyike kwamba mayai haya ya ya kizungu ni, ni yanaliwa eti unakula ganda la nje lo jeupe unaacha kiini cha katikati. Hapana, yai sahihi ni yai la kienyeji, yai sahihi ni yai la kienyeji. Lakini hayo mayai unatumia moja, yasizidi ni moja. Lakini pia kama ukiwa na hamu ya kula yai siku hiyo unakata na, na na kachumbali yako ya kutosha, yaani kachumbali yako mchanganyiko ambao ni wa matunda kama nyanya, matango. Kama tango labda liwe moja, tango liwe moja, nyanya yako isizidi moja tu, kitunguu na kadhalika, isizidi zaidi ya hapo. Chai yako kama kawaida, itie limao. Tia limao, asali kijiko kimoja tu. Utakuja kunipa mrejesho, nimefanya hivi, najionea matokeo, kwa sababu na pia na mimi nilikuwa na kilo nyingi. Sasa tutaenda chakula cha tatu ambacho ni cha asubuhi. Hiki ni chakula pendwa cha asubuhi ambao wanafanya dayati, hata pia wasiofanya dayati. Hivi viazi vya aina hiyo ni vizuri kwa diet. Kuna viazi vya aina tofauti na hiyo vinakuwa vina gesi sana lakini kwa uafadhali mimi naonaga hivyo ni vizuri kwa sababu unatumiaga sana. Havina gesi tumboni. Viazi vitamu ni vizuri sana sana sana. Viazi vitamu ikichanganyika na magimbi na maboga. Yaani ni vizuri mno viazi vitamu. Breakfast ya viazi vitamu, vitamu asubuhi, hakikisha kiazi kitamu kiwe kimoja tu, yaani kiwe kimoja tu na mboga za majani za kutosha, mboga za majani za kutosha. Chukua kikombe chako cha chai kimoja, lakini kabla ujara breakfast yako hakikisha unakunywa maji ya moto ambayo yalochanganyikwa na limao, kama kawaida, unapiga hata grasi nzima ya uvuguvugu. Zen ndo unaanza kula breakfast yako, unakunywa chai yako, zen unakula viazi, unakula kiazi chako ni kimoja tu, na mboga zako za majani za kutosha. Hakikisha mboga za majani, usi unatiatia mafuta ovyo kijiko kimoja labda cha mafuta kisizidi zaidi ya hapo, na mafuta unategemea unapikia ni mafuta aina gani. Viazi ni vizuri, kama narudia tena, viazi ni vizuri mno, tofauti kama mnavyofikiria. Viazi haviongezi mnene ama viongezi sumu mwilini. Viazi ni vizuri sana sana kwa diet, na pia ukila viazi na kabichi yaani kabichi ni nzuri pia, inanyonya sana mafuta. Vyakula vya asubuhi ni vingi. Hiki chakula cha nne ambacho unaweza ukala asubuhi, yaani vyakula vya asubuhi ni vingi. Labda tu usingizie una samaki wako wa bichi, usichukue samaki wa kukaanga lee, kwambia ni muongo. Samaki wako mbichi, hakikisha unachukua samaki asiyezidi gram gram gram mia ni mbaya zaidi. Usichukue kipande ambacho ni kikubwa zaidi, chukua kipande labda kile cha katikati, kina kufaa kidogodogo tu cha saizi. Unachemsha bila mafuta, bila mafuta pendwa, kuna cha mafuta wala nini. Chukua ndizi yako moja tu mbichi mbichi. Ndizi ambazo zilizoiva zinanenepesha. Chukua ndizi mbichi, katakata vizuri, eka kwenye mchanganyiko wa supu yako na mbogamboga mboga. Hakikisha ule kwa kiasi supu yako. Kama hivyo asubuhi unaipiga inakuwa ni sawa, lakini usizidishe. Samaki na ndizi ni moja tu, ama kama utahitaji kula ndizi nusu ni wewe, lakini sizidi moja ha. Tunaenda kwenye brekfasti ambacho ni chakula cha mchana chakula cha mchana kama hapo muundo ulivyowekwa, pia unaweza ukala samaki wa kuchemsha kama mbogamboga, lakini wali mweupe utakiwi. Tumeweka tu hapo kama picha, wali ambao utakaoonyeshwa ni kama brown, upo kama pilau. Asilimia kubwa sana watu wanasema kama pilau, lakini maharage pia anatakiwa, lakini ni maharage ya soya. Maharage ya nini? Ya soya. Vyakula vifuatavyo chakula cha mchana ni kimojapo ikiapa cha kwanza. Chakula hichi ni tambi, tambi ya brown nayo, yaani ni ungangano ambao haujakobolewa. Usile zile tambi ambazo zile, ambazo zipo, ambazo madukani, no sio no. So zile ni tambi, unaotakiwa kula ya brown kama hivyo unavyoiona rangi yake, zinapatikana madukani brown, lakini tambi kula kwa kipimo, na mafuta kwenye, kwenye usiweke mafuta yale mengi angalau uweka kijiko kimoja basi, sio lazima uweke vijiko viwili vitatu. Utakuwa tena hapo ufanyi diet, utakuwa unafanya mchezo. Chakula cha pili, kula hichi hapa cha pili, ambacho unaenda kuchukua kidari cha kuku ama kwa jiji letu, labda tunapoishi kama hapa Dar es Salaam unaweza kuchukua kuku mzima, unahifadhi kwenye friji. Lakini unakula kidali, hakikisha unatoa ngozi ya nje ya kuku wako, maana ile ngozi ya nje inakuwa ina mafuta. Unachemsha kama hapo inavyoonekana, unakula na mbogamboga. Hata ukipenda unakunywa na supu yake, naweka ndimu ya kutosha, yaani usile vile vitu labda unaweka labda oke okay, ugali nini? Hapana, kwenye dati haifai. Unakula kuku kama alivyo mchemsho, ama unaweka mboga mboga. Tunaenda kwenye chakula cha tatu. Hiki chakula bwana ni kama kile kile tu ya kuku nilivyoelezea, ni samaki. Samaki unakula na mboga mboga za kutosha, carrot unaweza ukachukua hata kama njegele hivyo unavyoona, unakula yaani, unakula mbogamboga mboga na, na supu ya kutosha, ama kama vipi, unaweza kuongezea hata kipande cha kiazi, tena kiwe kidogo sana, ama pia ndizi unaweza ukaweka nusu tu. Tunaenda kwenye chakula cha nne. Huu ni mchele wa kahawia au brown huu ni mchele ambao uliokobolewa kidogo sana. Watu mara nyingi wanaonaga ni pilau. Hapana, sio pilau, bali ni mchele kabisa ambao haujakobolewa kabisa. Huu mchele bwana ni unafaa kwa diet, lakini usile kupitiliza, angalau hata vijiko vyako, labda kama una vijiko vya kuchotea chakula ama zile wanaita upawa ama vijiko vikubwa, angalau unaweka hata viwili au kimoja na nusu. Unaweka mboga mboga zako za kutosha, ama umechemsha kuku wako, lakini awe kidogo, isiwele kama saizi ya kunywa supu. Pia unaweza ukala na maharage, lakini maharage ni ya soya. Maharage yanaruhusiwa kwenye dati, lakini ni ya soya. Tunaenda chakula kifuatacho, ambacho ni cha mchana chakula hichi ni ugali, lakini ugali wake una masharti. So ugali tu unakula ugali kama ulivyozoea, ugali ni kidogo jamani, tena kidogo, kama ngumi hii. Ngumi nahisi ni kubwa, lakini uwe wadona mboga mboga za kutosha, eti sio unakula. Unakula labda sama kuku suno, inaendana na mboga mboga za kutosha au, maana napendelea sana sana mimi mabamia kama hivyo bamia bamia nini zanapendelea, lakini usitie mboga ya mafuta ya kutosha. Lakini ugali unatakiwa ule kwa wiki mara moja tu, isizidi mara moja tena, zikata kwa mwezi huyo hata unakula mara mbili au mara tatu. Ugali sio kuupendelea sana, lakini ugali ndio chakula chetu cha Afrika, pia unatakiwa kula kwa mipaka sana kwa mtu ambaye anafanya diet maharage nimetaja maharage, lakini ni maharage ya soya, so unakula sana maharage ya soya. Unaweza ukachanganya na ndizi na mafuta kwa mbali, ndizi ndizi mbichi unapika kama kimtoriushako, lakini iwe na mafuta kwa mbali sana. Vyakula vipo vingi, lakini pia kuna chakula cha usiku. Chakula cha usiku ni hizi matunda chakula cha usiku, amna kitu, ni matunda ambayo ni mchanganyiko mbalimbali, kama hivi mnavyoona kwenye picha, kama hivi mnavyoona kwenye picha. Mchanganyiko wetu kama hapo, mapapai unaweka na matango, mapapai na matango tu, labda ukitaka kuongezea na embe basi, lakini usiweke ndizi mbivu utakuwa umeharibu dieti. Ndizi mbivu zinanenepesha, ndizi zinanenepesha zilizoiva. Seke ndizi kwenye mchanganyiko wako wa usiku, ili kuacha tumbo lako lifanye kazi kwa ufasaha. Lakini mwisho wa kula ni saa moja jioni, hakikisha hicho. Na mchanganyiko mwingine ni mchanganyiko wa kabichi. Kabichi linanyonya mafuta. Narudia tena, hii supu ya kabichi itakusaidia kunyonya mafuta. Utabadilisha kama usiku umechoka kula matunda, unachemsha kabichi yako. Nitaleta video ya jinsi ya kutengeneza supu ya kabichi, lakini isiwe na mafuta mafuta, labda iwe kijiko kimoja na mafuta. Nitawaelekeza ya kutumia ambayo ni mazuri zaidi. Hakikisha una subscribe ili vipindi vinavyokuja, ili video zingine tutakazoweka katika chaneli utaziona kwa wakati. Tutaelekeza mambo mengi na jinsi ya kufanya vitu vingi, labda mwingine anahitaji kuongeza shape. Kuna mambo mengi sana, endelea kufuatilia chaneli yetu. Karibuni sana, bye.